Halo Lubumbashi, mambo vipi? Wapikelele ya Lubumbashi wapikelele ya Institut Francais wapikelele ya RFI Kiswahili wapikelele za Niko Base wapikelele ya DJ Fly kelele ya Vital Mugisho Big Boss mwenyewe Toma, mambo vipi? Bienvenue, asanteni sana Vital. Niko Bez, DJ Fly, Niko Bez ndani ya kipindi Niko Bez RFI. Yes wanangu, leo live kutoka Lubumbashi 98.0 FM, live kutoka hwamewaletea wana Lubumbashi sherehe burudani live kutoka hapa, e bwana, leo tutakuwa na wasanii wakali upande wangu wa kushoto hadi kulia, mabinti wawili hivi warembo ajabu. E bwana, mimi naitwa DJ Fly. Kama upo karibu, fanya kujisogeza, karibu sana. Tunaanza na kapela moja nzuri tamu namna hii kutoka NTT France. Wapi kelele ya DJ? Yes, sikia mwenyewe. Aha, uh -huh. Yes, Ibra wakaribishe, uh -huh. uh -huh. Niko Base. Ndio, ndio. Eh bwana, karibu sana. Kama ndio unajiunga nasi, upo mahali sahihi, kwa sababu leo tunakupigia live kutoka Lubumbashi. Mi naitwa DJ Fly, Niko Base, makala ambayo yanaoruka hewani kila Jumamosi saa kumi na mbili na dakika kumi hadi saa kumi na mbili unusu jioni. Namna hiyo tunasikika vizuri sana kupitia 90.0 FM. Bwana, wapi shangwe ya Ibra? Makofi ya Ibra tafadhali. Asante sana Ibra. Bwana, kama nilikuambia niko na wasanii watatu mbele yangu kwenye jukwaa leo. Niko na Ibra atajitambulisha. Nipo na mrembo hapa pia atajitambulisha. Najua tu jina moja tu Ndala. Ah. Jamani sikile jina hilo, alafu niko na mrembo pia hapa, tabasamu kama fulani hivi anaweza kukuchanganya tu, lakini sio kesi. Haraka haraka nianze na Ibra kwanza kabisa. Asante sana, karibu Niko Base, RFI Kiswahili. Asante asante sana. Uh, nashukuru kwa kupata iye kwenye viziti kwetu, tunakuwa naita viziti kwetu Lubumbashi, tuseme tunaitaka viziti kwetu yes. Karibu sana, karibu kwa nyinyi wote watakuwa natufuata wakati hii wanakuwa nafuata iwi, asante sana, alafu pia labda tu niende kwake mrembo eh, Jina lako alafu tutarudi kwako baadaye tena, mwambie jina lako okay. jina langu ni Marvin Ndala. oh, Marvin Ndala. asante unasikia hilo okay. sauti sauti fulani hivi Marvin Ndala, kulia kwangu yupo mrembo pia, atajitambulisha, jina lako, asante. jina langu Pin. Ah. <laughs> mimi DJ Fly, leo majina tu ndio yatanimaliza hapa Eh, majina peke yake, labda tu tuanze na mwenzangu hapa Ibra. wewe Ibra, nimesikia unapiga mziki aina fulani ya, ya kiasili yani original kabisa. hebu tuambie Ibra ni msanii wa aina gani, majina yako kamili labda tukianza hapo. E, ndio asante. mimi jina langu ile inetoka kwetu ni Matanda. Hmm. Ibra Maliki ni jina yenye kutoka kwenye michezo ya kandanda, eh, michezo ya kupika muziki. Ndio. eh, kama mimi ni Ibrahimu Maliki ya Mwidini, kwenye watu wana Uislamu, kwenye watu wanakuwa wanaongelea eh, Kiarabu wanajua kwenye jina langu imetoka. Imekuya ni Ibrahimu Maliki ya Mwidini Matanda. Matanda imekuwa ni jina ya familia, familia. Ndio. Labda kwenye familia kuna mwanamziki mwingine ama ni wewe tu? Hakuna mwanamziki hata moja. Baba yangu tu mzazi ndio alikuwa anapikaka kwenye gitari. Uh-huh. E, mama yangu akaimba kwenye alikuwa misa, alikuwa anaimba kanisa. Ndio. Mimi nimekuwa tu mimi peke, hakuna mtu mwingine alikuwa anapika mziki kwetu kwenye, kwenye familia. Ya watoto wangapi kwenye familia? Sisi tumezalikwa tuku kumi hiyo e, ni Manchester nzima hiyo, ndio Kasoro e. Onana ndio, asante. <laughs> Mimi ni mtoto wa mwisho, mimi ni mtoto wa mwisho vile, na kunakuya mnane bakaka yangu na badada yangu. Asante. Kwa hivyo muziki ulianza lini? Asante. E, muziki nikaanza, nilikuwa mtoto gisi mutuuti anakuwa naanza mziki, me nikuwa naanza bila kukuya na akili timamu ya kudifamu ya kuyua ya kama hivi, nakuwa nafanya siku gani nakuwa na difansia ya nini e, itanifikisa wapi me e, mkukumala mkukomala, gisi nakuwa nakomala nafika wakati moja nimesema hapana. Nimetaka nijifamurishe kwa dunia mzima nifanye kwenye professionnel music professionnel. Eh, mi ilikuwa ni mwaka 2013 2014. Okay. Pale jo pale jo nikaanza carriere carriere, mm. carriere ni toka kwenye ke, ke, sisi kwetu hapa tunaita Uh, province province ingine ingine. Oh, yeah. Uh, ingine nikakuja huku province centrale ya Congo. Oh. Kasai central uh, nikakuja huku Lubumbashi province ingine province au Katanga Grand Katanga n general ndio nikakuja ni joa nikamilishe kwenye kipaji nikamilishe kwenye kutafutisha na gisi nimekuya kuangukia pa kwa Asbel Manus. Ndio. Asbel Manus ili nakuya niki, ni nyumba ya mafunzo ya muziki, nyu, ya muziki. Ili katubeba inakuwa na kadre inakuwa na julisha eh, inafundisha watu wengi miziki kwenye muziki Ndiyo. Na mimi nikapenda nitumike pamoja na Asbel jo ili imenisaidia na mkufika munivou ya kuya hapa Halle de l'Etoile parce que Halle de l'Etoile Institut français inatusaidia kama kawaida, hapa petu Lubumbashi, inatusaidia kwa ma exposition, exposition artistique ile mambo ya vile jo, ni kapenda nitumike kama vile jo ya kujijulisha duniani mzima. Asante sana big Boss, makofi kwake bana Thomas kwa kulea vipaji. Meksi, meksi. Asante sana Ibra. Asante. Uh, kando yako ameketi mrembo anaitwa Ndala. Ndala, karibu sana. Merci. Merci beaucoup. Asante, eh, labda tuanze uh, majina yako kamili. Ah, okay. Jina yangu ni Marvin Dala. Na jina yangu artista ma, Marvin Dala. Marvin Dala, na jina yangu Marvin Marvin Dala. Unaimba mziki wa aina gani? Yeah. Naimba jazz jazz, na music acoustic. Ah, sauti yako na sura yako inaendana na jazz na acoustic, bila shaka tutazungumza mengi zaidi uh, kutoka kwako, halafu pia tuko naye hapa binti ajitambulishe tu, mi sitaki kusema sasa, leo ni yenu, Niko Base kwenu. Ndio. Povi ndio wewe unaimba una mziki wa aina gani? Mimi naimba pia acoustic music. Acoustic. Mimi nachanganya hizo R&B, pop. Umesema Rihanna unataka kumpeleka hivi na hivi. <laughs> Utaki kumwacha Rihanna aende mbele zaidi uh-huh. Um, uh, we umefanya na kuona we ungali msichana mdogo, nini imekuvutia katika muziki? Kwa kwaya. Uh, uh, ulianza kanisani. Eh, yeah, uh, uh, uh, about 2018. Uh -huh. Nikaanza kusoma, kucheza, kucheza gitaa uh, uh, kwa hivyo uh, unajua kucheza gitaa vizuri kidogo <laughs> <laughs> uh, après uh, uh, kisha bile nika nikaanza ku, kufanya muziki ku telefoni ndio, na kuposti ku Instagram, TikTok. Kisha uh, mu 2022 mm. uh, nikaanza professionally kufanya kufanya muziki kutosha ku ma platform such as Spotify, Deezer. Ndio. Uh -huh, voilà, depuis ça fait uh, Sorry. Hakuna <laughs> <laughs> ah, shida hakuna shida. Leo tutachanganya tu. Leo tutachanganya tu. Eo uh, kutoka 2022. Mpaka sasa mm. Mimi naanza music professionally so professional. Saa hii muziki imeanza kukuletea kitu kidogo <laughs> kiloko, kidoko, kidogo kidogo <laughs> eh, tutachanganya. Asante sana ah, labda nikirudi kwako Ndala Mavin, ah, nini imekuvutia katika muziki kwa ah, nini ime, nini umeamua unataka kuimba mimbo yangu? mm. okay.

Niko na warembo wawili hapa Ndala na Pin. Pin. <laughs> Mzee mzima, yes. Mpati uh, mike kidogo tu, tuendelee. Naona hapa uko na ala ya muziki, ndio hii imekuja mm -hmm. Ni kwenye ngoma za kwetu za asili ndio baada ya kutumika kwenye miziki ya kizungu ndio Tuna turitaka tutieko kwenye ma original yetu ndio mm. ili turitumika na hii tunakuwa naita jitumba Ndiyo. Jitumba ni kwenye lugha ya kwetu kwetu kwetu mugini tunaita jitumba. Uh, basi kwa Swahili tu mteketeke ni ngoma ngoma, eh, ngoma ikipigwa sana upasuka eh. Labda Ibra ni, nini mziki imekufanyia katika maisha? Unaweza sema kama sio mziki nisingekuwa hapa nilipo e, basi unakuwa unaona miziki tunakuwa naimba kwa feeling, tunakuwa natembeza miumbe ujumbe wote tunakuwa napitisha kupitia muziki e, kama misikukuye mupika muziki siwazi kama nilitaka kuwa nani, ndio paske muziki inakuwa ni maisha mzima, inakuya na tukaburia espoir inakuwa na leta e, inatukua na tu motive inatumotivee positivement inakuwa inasema maisha yote mzima. Ndio, ndio, baada kama misikukuu ye mpika muziki siwazi kama nitaka kuwa na kazi ka, kamili kupita, kupita muziki hapana. Kwa hivyo, kando na muziki kuna kazi nyingine labda unafanya ndio, mimi ni msanii uh -huh. kwenye kwetu tunakuwa naita en general Ndiyo. Nakuwa nafanya makazi ingine kupitia R yes. R manake nakuwa nawezi kufanya kazi ingine sawa kwenye kushika dredi, munaza mimi kushika dredi ile imekuwa ni kazi yangu uh -huh. ya ndani me muziki joo yenyewe ile iko kwenye mbele kwenye, ma... kwenye, kwenye, damu. kwenye damu na pale pale ni tu muziki. Ni muziki umesema unajua kutengeneza dredi na kuona uko na dredi, nakuona, dredi Ndala dredi e, popi dredi ndiyo. Na, nini, siri, nini, nini, kwa ii nini, siri tunakuya na kumbana njuu ya kulurisha maorijinalite yetu ya watoto wa Afrika oh. Watoto wa Afrika sisi hatuna na ile maneno ya situweke, mabitu ya kizungu mingi oh. Njuu ya batuone wala tufanye kistari mingi, kistari ketu tunakua anafanya, kisani ketu tunakua nafanya na mizizi ya Afrika ndiyo. Mizizi ya bankambu maana yake kama muntu anakuya mnazii aina mpaka njuu ya kufuta bangi hapana, mnazi. hmm. Ni symbol ya wakambo yes. Sisi tumechakula kutembelea munjia ya wakambo, ndio maana tumaika mnazi. Asante sana, tukirudi kwako oh, labda nikuulize tu nini, ilikuwa baada ya kuamua kufanya muziki, wazazi waliitikia ama ilikuwaje? Mama alikuwa anaimba kwa kwaya Baba alikuwa nafanya nini? um, baba yangu ni mwalimu hey. Um, wala ni mi pekee mufamilia yote minafanya muziki, mi nafanya. Wewe peke yake uh, mi peke yake ndio. Niko mtoto wa mwisho wa familia iko hmm. na bakubwa yeah. Balipenda nifanye kazi timamu uh, hey, udaktari uh, uwe kama mwalimu kama baba uh -huh, uh. Yeah. M uh, apres uh, kisha pale nikaona mie calling um, yangu ni kufanya art kufanya muziki muziki. Yeah. So nikafanya ekoza rebellion wala <laughs> uh-huh. uh, so nikachagula ku kuenda njia yangu mi mm. mwenyewe na mina, mina, um, mina hope na wakati bata, bata fikiri wanasema ndio alichagula kitu vizuri mm. Akaweza ndani na anaishi maisha mzuri. We, um, kama msichana ni nini unaweza kuambia wasichana wengine ambao wako na ndoto ya kuwa wanamuziki kama wewe? Um, Daisi bambia ni kujichagula na ku, ku, tut, kutwala ile risk, ku disappoint familia um, na kukuwa na, na maoni ya kuenda mbele ku, mm. wifo, um, kusiacha maneno ya batu iku stop munjia yako, unaenda unafanya vitu unapenda, surtout unabakia una mudisipline ndio, uh, unabakia munjia, unaendelea wala. Na utaweza. <laughs> Hey, na, na utaomba Mungu tunaweza nam asante sana kwa kusikiliza. Muda wetu umetoweka namna hiyo, asante sana kwa wewe ulitenga muda wako kusikiliza makala yetu ya Niko Base kutoka Lubumbashi. Hiyo ni awamu ya kwanza, awamu ya pili usikose kusikiliza Juma Mosi ijayo, si unajua, Lubumbashi 98.0 FM, Niko Base fly pamoja na Vital Mukisho. bye bye.